Kwani hivi Mkenya hataki kusikia kwamba barabara zimetengenezwa? Hivi Mkenya hataki kusikia kwamba serikali itakuwa ikianza barabara kutoka Rironi kuelekea Mau Summit hivi karibuni? Hivi Mkenya hataki kusikia kuhusiana na you know, kuhusiana na kwamba tunataka tuengezee stima mpaka eh, alfu kumi megawati na kadhalika? Mkenya ni sawa ni, ni ni vizuri kusikia hiyo uh -huh. Ni vizuri kusikia hiyo. Tutasikia hayo hata wale wa mbele na wapi wengine wanaambiwa yeye, ngoja umkinichagua uh -huh. Nitafanya na nitatenda na nitatekeleza uh -huh. Acha nitumie mfano mmoja jana. Baada ya uh, hotuba ya rais kuna maempizo kule northeastern uh -huh. Hawakufurahi sana wanasema, kwa hizo barabara zote ambazo uh, zimeorodheshwa zitafanywa dueling uh -huh. Hakuna hata moja huko kwetu mpaka okay. Kuna moja alikuwa anasema hata pengine hata sisi tusisid mbona mutu fikirii? mm -hmm. Alafu nikakumbuka nakumbuka, una wakati rais alikuwa ameenda maeneo hayo exactly, na akasema kuna barabara moja itatoka Kotulo iende Ramu, eh iepitie wapi eh iende. Mbona hao wanasema hawana barabara, lakini si waliambiwa kutakuwa na barabara, eh eh. So una kuna ile Promise versus reality. Kwa nini barabara bado haijaanza kujengwa? Mimi sijui. Kama wao wenyewe wanasema wana barabara ni wao na ni ma MPs, si tuseme nini. Ama tuulize, eh, tuulize kwa nini barabara? Barabara mliambiwa. Hii barabara maana kuna wasikilizaji ambao wako. Mimi mimi mimi mi, mi, tunangojea tu launch barabara. Na kama wako na hiyo barabara, mbona wanakuja complain? Okay. Eh. Hey. Yote ndio kuja kuangalia ndio story ambazo ziko katika gazeti la The Standard pia katika gazeti pia la Daily Nation pia ni the same story because ukienda katika Daily Nation inasema kwamba Uh, Ruto's roadmap to Singapore. Hey, hey. Zungumzia kwamba tuko katika safari ya kuingia Singapore, FAD, it's a safari. Kama tunasema tunataka kuenda holiday, Diani. Hey, hey. Eh? Ndio. Tuko Diani? Hatujafika Diani bado, tutaenda, tunapanga tuende. Tukifika Diani tunasema tumefika. Kwa hivyo, kwa hivi sasa tuongelee ya madhari, tuongelee hapa, tuongelee ya Kibira. I'm thinking because inasemekana unajua, hii kitu is provided for in the law okay. in article 132 na inapeana it's based on uh, national values zenye ziko article 10 mm -hmm. na inasema zile vitu unafaa kuzungumzia equity equality maswala ya human rights mm -hmm. Na, na hayo ndio pengine watu wanasema hata kama last year na hotuba yake ya 2024 mm -hmm. Ali, aligusia maswala ya human rights because kulikuwa na vita vingi. mm -hmm. mm -hmm. Na Gen Z walikuwa wameenda barabarani mm -hmm. wakauawa. mm -hmm. Imefanyika tena mwaka huu mm -hmm. lakini kwa hiyo hotuba hakukuwa na hata mm -hmm. neno moja kuhusu ni nini kilichotendeka right. Na imefika mahali wapi? Kumbuka hii serikali tayari isha set up committee ya compensation mm -hmm. Mbona kama usha set up committee ya compensation na yu na manisha una acknowledge kulikuwa na vitu zimetendeka, mbona kwa state of the nation hauku ngilea hayu haiku mbona kwa kide wenge? Kwa hivi sasa pia katika gazeti la The Star pia it's the same story, by the way, Ruto it can be done. Yani yuko katika matumaini inaweza kwamba inaweza kufanyika, ushaona inaweza kufanyika. So state of the nation nyingine, maybe unataka rais atuambie itafanyika kivipi, pesa iko upande gani ya kufanya hii tutaitoa vipi na kadhalika inafaa ikifika wakati huo next year. Sasa mwaka jana niliwaambia e, tutafanya tutatenda mwaka mm -hmm. huu tumetenda, okay. nao hapo na, na, se, ne, basi kulikuwa na shida hapa na pale, kuna changamoto hapa na pale. Rais alisema kwamba nilisema kwamba nitashukisha mbolea na kashukisha mbolea. Kwa hivi sasa katika sekta agriculture, naona watu wanasema kwamba mambo yako kwa salama salimini, lakini ukiangalia state of the nation address yake ya mwaka jana mm -hmm. hiyo hiyo mbolea ilikuwepo ndio. Ile ile affordable housing 200,000 uh -huh. si ya 200,000 ilikuwepo, sisemi hazijajengwa, uh -huh. Lakini tutarudia haya mambo kila mwaka hadi siku gani? Tuambie vitu vingine, tuambie sasa tumefika hapa. <laughs> <laughs> lakini maybe pengine maybe I'm being too harsh eh. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Habari nyingine ambazo zinapewa kipaumbele ni ile by election ya next week okay, siku sita peke yake zimebaki, ndio next week ikifika hivi tunaharibika kweli kweli. Kibomana, Mbere, Kasipul, Magarini ndio uh, Baringo, Malava. Ndiyo. na Banisa uh, moto. Hata ukiangalia tulikuwa tunaangalia hali ya anga Next week uh -huh. Eh, eh, maeneo hayo yote atakuwa 31 degrees. Umeangalia pakali anga. Joto proper. <laughs> Katika gazeti pia la taifa leo pia ndoto mpya ya Ruto bado, masuala ni yale yale ambayo yanazungumziwa katika ile gazeti. Alafu vile vile pia kuna ile, uh, press statement pia, upinzani pia, e, uh, Mungaro pia, upinzani hapo jana nimeona pia kina uh, kina Kalonzo pia amejitokelezea pia na kuzungumzia e, uh, you know hotuba rais katika state of the nation. Wanasema hiyo ilikuwa ni inaitwaje, hadithi ya kujisifia tu <laughs> ni kama shairi umejiandikia kujisifia tu, mimi nimefanya, nimetenda, lakini nitatenda mambo kama mabwawa Uh, alikuwa amesema 50 dams or so. mm -hmm. This is the same promise hii ni hadi alikuwa amepeana wakati, okay. Wakati wa uchaguzi wakati wa kampeni za mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Hii ni miaka tatu baadaye, zimeandikwa zimejengwa ngapi? Unajua akisema sasa tumeshajenga mabwawa matano tumesalia, mm -hmm. mabwawa yengine maybe ishirini na tano utasema, now that is the state of the nation, hapo ndio tuko.